Zach Obiero anaichezea timu ya Leyton Orient nchini in Uingereza ni miongoni mwa wachezaji walioko katika kambi ya mazoezi ya timu ya taifa mchezo wa soka ya chipkizi wasiozidi umri wa miaka 20 ambaye anajiandaa kushiriki katika mashindano ya kuwania ubingwa wa Afrika mwezi huu nchini Misri. Awali mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 alikuwa ametajwa kwenye kikosi cha ja timu ya taifa kilichocheza mechi za kirafiki mwaka jana nchini Malawi lakini akajiondoa. Obiero ameichezea timu ya taifa chipkizi mechi mbili za kirafiki dhidi ya Kariobangi Sharks na Kenya Police huku akiwa tayari kuisaidia Kenya kufanya vyema katika mashindano haya ya Afrika. Obiero Insert. chipkizi huyo alikuwa akiichezea timu ya Tottenham kabla ya kuondoka akiwa na umri wa miaka kumi na nne na amesema lengo lake ni kuisaidia Kenya kufuzu katika hatua maondoano na hata kufuzu mashindano ya kombe la dunia. Kenya imepangwa katika kundi moja na Sierra Leone, Zambia na Zambia Senegal. mashabiki wa mchezo wa raga nchini wamemiminia timu ya, ya Shujaa sifa baada ya kumaliza katika nafasi ya pili kwenye mkondo wa Singapore Sevens ulioandaliwa wikendi iliyopita. Timu hiyo chini ya kocha Kevin Wambua ilikuwa imewazaba Irland na Ufaransa kabla ya kuizima Uhispania na kujikatia tiketi ya kucheza kwenye fainali. Hata hivyo, ndoto za kikosi cha humu nchini kuibuka washindi zilikosa kutimia baada ya kucharazwa na Fiji kwenye fainali. Idadi kubwa mashabiki walijitokeza wakati wa mchuano huo na kuipongeza timu hiyo kwa kuonyesha viwango vya juu vya mchezo wakati wa mechi hizo, wengi wanaamini kikosi cha Kenya kina nafasi ya kusalia kwenye misururu ya rago ulimwenguni na hata kufanya vyema kwenye mashindano hayo kutokana na umri mdogo wa wachezaji wa timu hiyo shujaa. Kenya iliyomaliza katika nafasi ya tisa na timu zingine Tek, Kenya iliyomaliza katika nafasi ya tisa na timu zingine tatu zilizomaliza nyuma ya Kenya kupambana na timu nne za kwanza katika mashindano ya challenge mwezi ujao, kusaka timu nne zakazoshiriki katika mashindano ya HSBC 7s msimu ujao. Timu ya taifa ya kinadada ya mchezo wakati huo tukisalia katika masuala ya raga ni kuwa timu ya taifa kina ya kinadada ya mchezo wa raga wachezaji saba kila upande ni miongoni mwa timu za kinadada ambazo zinasaka tiketi ya kushiriki misururu ya raga ulimwenguni msimu ujao. Timu hiyo itakuwa jijini Krakow nchini Poland weekend hii ikilenga kumaliza miongoni mwa timu nne bora ili kushiriki katika mechi za mchujo mwezi ujao jijini Los Angeles ambako atakabiliana na timu nne za mwisho katika misururu ya HSBC Sevens hizo timu nne ambazo ziko chini mwa jedwali la HSBC 7s na zitakabiliana na timu nne za kwanza katika mashindano ya Challenger mwezi ujao nchini Marekani, ambapo timu nne bora zitajikatia tiketi ya kushiriki misururu ya raga ulimwenguni. Timu ya taifa inalenga kunyakua ushindi baada ya kuibuka mshindi katika mikondo miwili ya kwanza ya Challenger iliandaliwa nchini Afrika Kusini mwezi Februari. baada ya taifa Mm, tek baada taarifa yote, naelekea mashinani na tunaungana nao Andre kwenye Juma na Solomon Adagala Si. Kwenye rubaa za kimataifa tunaungana naye Abigail Kaduki. Na kufikia hapo ndipo nahitimisha kipindi cha leo, nikikuacha na msemo kuwa ukubwa wa pua si wingi wa kamasi. La leo unaona, nimekuwa wako Georges Waka.